Nchi ya Marekani itaanza kulipa mzazi yoyote ambaye atazaa mtoto na ule mzazi ambaye ana watoto wako na miaka chini ya kumi na nane, wakikuwa sita, utakuwa unapokea sheki au watakupa sheki ya kukuwa nao watoto. That's a good news actually. Yani wanakupatia cheki ili uwezi kuzaa, imagine, that's crazy. But na <laughs> ukiangalia kuna nchi nyingi duniani zinalipaga wazazi mm, wakati mzazi anazaa mtoto ukiwemo. Okay, kwa mfano Canada, Australia, Australia, Norway, France. Uh, by the way that's really good, watu wanalipwa mtu <laughs> anaweza kujiuliza yes. Je, kwa nini wanataka kulipa? Mm, na kwa nini ukiangalia kule Afrika wazazi hawalipwi lakini wanazaa so, from understanding, wanataka na tulipa kusiji kuzaa yes. There's something we have to think, yeah. Sisi kama Think Big Media mm. tuna think beyond yeah, yani kuwaza beyond mm. kwa nini Marekani na mwele wazi kulipa watu? There's something wrong about tunapoangalia, yeah. Kuna kitu ambacho kila mtu anapaswa kujua, yes. Kwenye familia ya Kiafrika tunakuwa tunajua ukifikisha yeah. miaka makumi tatu, hujaza hujaza huja owa uh -huh. huja orewa yeah. au hujazari hata kwenu, mm -hmm. wanaanza kuwa na mashaka wanaanza kuwa mashakhtazalaka ni muzima watasema akanapunguza hey. familia sasa uh -huh. nchi za huku za Ulaya, Kanada yeah. Kanada Amerikani na sehemu zingine mm. na huko Fransi wanakuwa wanaangalia kwa makini, wanaweza kuangalia kwa miaka kumi ya mbele. mm -hmm. wanaweza kuona hey, kwa miaka kumi ya mbele tutakuwa na population population ya watu wapi? Uh, exactly. Wakiangalia watu ambao wanazaliwa, right. Na mara nyingi mm -hmm. wanakuwa wanaangalia jinsi gani wanaweza wakashawishi watu. mm -hmm. Yes, katika hii video tutakuja kuangalia tuonyeshe ni kwa nini serikali itakulipa. mm -hmm. Na, ni kwa nini watu hawataka kuzaa. Introduction ya kwamba kuna maisha ambayo zinalipa watu ili waweze kuzaa kipana, example kama Canada. For example, unajua mm, mtu Canada anafanya miezi kumi na nane akiwa nyumbani akiwa meza, uh, meza, wow. so basically wanakulipa almost full, full amount ya salary yako mm, ukiwa nyumbani na kaa Not only that one, wanakusaidia kutumia pesa kila mwezi wow. kuweza kulipa kwa ajili ya mtoto ikiwemo kama ama madaipa ma, wana, yani, wanakuatia mazingira yanakusaidia kukua mzazi, naona hmm. hata kama naona, kuna ndugu yangu tuona tunafanya tu, tu, tu, tu naye kazi uh, anakaa Poland, yeah. alikuwa ananiambia hata wanakusaidia hmm. kuna siku wazazi wanachoka, okay. Wanakwambia, by the way, masiku mnachoka, we can help you, tunatafuta mtu wa kubaki na mtoto ili wewe na mke wako mtoke nje mweni mpumuzishi kichwa mpumuzike. Kwetu afrika watoto ni mali, mm. sawa, mm -hmm. So ni kusema muzazi anazaa as many people as possible

60% kama, kama, kama sikosei mm. ya Wajapanizi ni wazee, um, <laughs> which mm. means hakuna workforce tena ya kuweza kufanya kazi ama kuendesha ekonomi ya Marekani, ekonomi ya nani, ya Japan mm. So ndio maana taangalia Japan, uh, ma village nyingi nyingi sana manyumba zimeshakuwa zimeshazeeka ama haziko pale, hamuna kuhusu hilo yeah ukaangalia nchi ya marekani yes. kwenye madatabase zao waliangalia yeah, wakaona yeah. katika miaka mingi ambayo imepita mm -hmm. kati ya watu mia moja yeah. watu sitini sitini mm. walikuwa na watoto angalau hata mtoto mmoja okay. yani walikuwa na watoto yani, mm -hmm. ukileta watu mia moja, mia moja. watu makumi sita sitini mm -hmm. yes. wana watoto okay wakati miaka iliendelea ku inaenda mm-hmm. namba zikakuwa zinapunguka, zikakuja kwenye watu mia, unakuta yeah. watu. watu, kuna, kuna watu kama, kuna kama sita watu watu sita, watu sita. Yes, yes. Inapofika kwa sasa hivi watu uh, kipindi hiki unapokuna nisikiliza, yeah. wanasema katika watu mia moja mm-hmm. unakuta mtu mmoja yeah. ndogo, na nusu e, na nusu Imagine <laughs> jisi gani wanahesabu nusu ya mtu, mtu mmoja na nusu. yeah, yeah. Yani, 1.5% ndio, mm -hmm. wana watoto. wow. Awat, kwa hiyo ukiangalia katika population population kubwa sana mm -hmm. wana watoto. okay. unaweza ukajiuliza, je, sisi kutokuwa na, na watoto kuna shida? oh, yes kuna shida papapa huwezi kuviona mm. kwa sasa hivi yeah, lakini serikali inakuwa imeshaona cha kwanza. Serikali inakuwa inakusanya inapata hela kutoka kwa wananchi yes. kama hawana wananchi mm. ambao wako active yeah. wanakuwa wanakuwa na hofia kesho yake watakuwa na wazee tu na wazee kazi yao ni ndio maana nchi ya Marekani imepropose mm. president amesema yeah. Cash baby baby, yani kupa pesa. Mimi nitakupa pesa hiyo okay. ni proposition yeah. hajakuwa sheria haijapita kwenye Congress <laughs> wakakuja na hoja ya kusema unapoangalia, Marekani imeshafanya vitu vingi kwa kusaidia wazazi ili wa, wazae. wanawapa food stamp, wanawapa medicaid na vitu vingine exactly. lakini ukiangalia living cost ya kipindi hiki mm -hmm. nilikuwa nasoma gazeti moja inasema mm -hmm. kukuza mtoto mmoja yes. kuanzia azaliwa mpaka miaka 18 mm -hmm. ni katikati ya ya laki mbili elfu, akiwa na miaka kumi na nane. Hapo hakuna kosti ya care. A -a, teakudu, hakuna yeah. university hivyo, okay. Ni vyakula ma, matunzo ya nyumbani na vitu vingine. Yes. Ndio maana watu wengi wanaogopa kuzaa kipindi hiki. Exactly, kwa sababu mtoto ni gharama huku Ulaya. Je, Mm. Nataka nikuulize. Yes. Kwa nini sasa kule Afrika wazazi wanazaa? mm -hmm. Bila shida, nakuta mzazi na watoto kumi kumi na mbili nane tisa. By the way, ndio chance tuko nayo sisi kama Afrika. mm. Chance ambao tuko nao kwa Afrika kwa sababu uh... Tumelelewa katika mazingira ya kwamba mtoto mm -hmm. ni wa ni wa jamii. Mtoto mm -hmm. haiko wako wepeke yes. Mtoto, mtu mwengine anaweza kukusaidia na kukuangalia mm -hmm. na kumbuka, zamani tulikuwa tuku, mm -hmm. kwa mama alikuwa anaweza tuwacheta voisin mm -hmm. yani, hata, hata, yani mtu wa pembeni anabakia na sisi

Maisha haiko vigumu sana mm. maisha haiko vigumu sana kama munawezi mm. kulima kama munawezi kama ku... <laughs> aioza <laughs> kama kidogo yes. mpata chakula mm -hmm. Ye, mengineyo mm. Ewa, ni, wa, wa, kaifi, Mungu Mungu ndiye atakukomalisha hilo neno hilo linasababisha yes. so, watu wa Afrika wasikuwe na hofu kwa kuzaa. Kwa sababu anasema mimi nitazaa Mungu atae mm -hmm. atalea, atalea. na hawa <laughs> hawakuwagi na mahesabu mengi sana kichwani ya kuhesaumnikiza watoto watatu watala, mm, wapi. Wapi, mm. hey. yes, yes. <laughs> uh, huku kwenye nchi za wazungu yeah. wao wanakuwa naangalia mtoto akimzaa, mpaka kuwe na, na, na, na hera ya kumpereka dekea, yes mpaka kuwe na mtu atakuja kumchukua kutoka ku masomo na kumrudisha sababu, yeah. Ukiangalia kazi nyingi za watu ambao wamesoma mm -hmm. na hao ndio unakuta hawapendi hata kuzaa. Absolutely. Hao yes, ambao wamesoma wanakuwa wanafanya kazi kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na mbili, saa kumi na moja. Na ukiangalia mtoto anaenda masomo asubuhi ndio, mm -hmm. lakini anatoka saa tisa, saa tisa, saa kumi. Yeah. Exactly. Sasa, haya masaa mawili atakuwa wapi? Wa wapi? <laughs> Yeah. Atapaswa kuwa anasema ataenda. mm -hmm. Na hiyo sehemu ambapo atakuwa anaacha mtoto masaa mawili, utakuta ni hela nyingi sana. Sasa unajua watu, watu ambao watapiga pesa mm. ni watu wa daycare. Wale ndo wanakula hela sasa hivi wakati ya Trump. mm. hii kama hii, hii proposition inapita. mm. anapiga pesa kwa sababu mada zitajegewa mpya. mm. because u mm. nao na wamesema watatia na misaada mingine mingine tofauti na hizo. mm -hmm, mm -hmm. Le, leo nikuwa naangalia nikaona kuna state yeah. zinapatiaga wazazi hela hapa Marekani, hapa Marekani yes. hey, hey, hey, lakini sio federal. Federal, yani, <laughs> yes. yani inataka watu wazae hey. kwenye state yao yeah. wanawapatia misaada wenye mm -hmm. wanapata kama New York wanawapa hela uki, yes, yeah, ukikuwa, yes, yes. Yes. Yeah. ukikuwa na low income mm -hmm. na hela ambayo wanakusaidia wewe kama mzazi yeah. kwa kila mwaka kila mwaka wanakupa hizo hela yeah, uh, mm. federal wameshafeta kitu kidogo. For example unakutana kama in certain bracket ya income mm -hmm. si ndio? Unakutana kama unakupatia office na food stamp depending na watoto ambao uko nao yes, yes. si ndio? So na yeye na yeye ni boost mm -hmm. Sasa wakiongeza na pesa Yeah. E, yani mm, ndugu zetu sisi, <laughs> sisi weusi kama unanisikiliza naongea we <laughs> lugha yangu najua hapo kabisa mtazaa. mm -hmm. na bonyeza mara mbili kwenye skrini au like video na subscribe kama hujasubscribe kwa sababu tunaendelea kuwapa mambo mazuri sasa. Yes. unapokuwa unaangalia hii mm. politiko ya, ku, ya kutaka kubusti mm -hmm. watu wazai sana. Yeah, yeah. wanakuwa wanaangalia kwenye population za nchi zingine mm -hmm. walisema mm -hmm. Kontinenti ya Afrika kwa sasa hivi yes. Ukihesabu watu wa kuanzia miaka ya chini ya yeah. makumi tatu yani 30 years au thelathini unakuta ni watu wengi sana, mm -hmm. kiasi cha kwamba wanaona kama continent Africa yeah. iko na potential ya, kukua ya, ya kukua rich. Rich na, na, na pafu ya watakuwa yes. pafu kwa sababu unapokuwa na vijana ukikuwa na, na wasichana wengi mm -hmm. ambao ni wengi kwenye nchi inasababisha nchi ikuwe na maendeleo. Yeah, exactly, no yes. Maana unakuwa unaona hizi nchi za Ulaya huku za Marekani mm huko -hmm. France yeah. Asia huko wanakuwa wanashawishi watu wazae na ukiangalia <laughs> kuna vitu vinasababisha wasizae <laughs> yeah. kama vile ambavyo umeshataja huko juu, umevisikia yeah. vyote umewapa, ume list ya vitu hii, inanipatia nyingine wazo ambao, mm. fenomena mm. nasoma, i, i ambayo inaendelea, nilikuwa nasoma atiko kuhusu Marekani. yeah. Marekani imefikia kiwango ya kwamba haiko tena hata kwenye reserve, kwa sababu unaweza kuwa na population, unaweza kuwa katika reserve, unajua for the next 10 years, hata kama watu hawazae sana mm -hmm. tutakuwa vizuri sasa Marekani imevuka kiangu ya reserve. mm -hmm. Imeshuka chini sana, mm -hmm. chini ya reserve basically. mm -hmm. sasa hivi wanataka watu wazae, yeah. na ukiangalia politiki ambazo ziko Marekani kuna watu wengi wameshajibadilisha. mm -hmm. kuna watu wengine wa... wa, wa... wanaume sasa hivi wanaume wana wana mwanaume kwa mwanaume wanawana msichana kwa msichana wanawana. na hiyo ukiangalia vizuri most of the time imepanda juu sana, right na hiyo kupanda Mostly hawa watu ni watu ambao wanataka tu wana kama wanapendana wanapendana, na hawataki eh, watoto. Na hawataki watoto. So unakutana, hii ina ina inaribisha ina, ina yesako ya kuweza ya kuzaa. Umesoma ume, ume statistics ya kusema kwamba mumine 1985 pale 90s ulikuwa nakuta out of 100 people 60 people wanafanya ni wana watoto. <totu> mm -hmm. So, sasa hivi out of 1000 people mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tua wow. Wow. So wazee tu kinachosababisha yeah, wasizae watu ambao, yeah, wako katika nchi za wazungu au wazungu wenyewe. Mm -hmm. Wanakuwa wanaangalia ile gharama wao wanapiga mahesabu mbele ya, ya, ya kuzaa <laughs> yes. Na kitu kingine ambacho kimenishitua <laughs> sana wakati yeah, nikuwa naangalia hizo Yeah. president amesema mm -hmm. katika proposition zake kwenye utawala wake, wanasema wataboost na watatia hera sana mm -hmm. kwa kufundisha wazazi tarehe za kubeba ujauzito, ule uko unajua mm -hmm. mimi nitaka kubeba ujauzito ni muda gani, mm -hmm. naweza kubeba ujauzito yes. ujauzito, yani vishawishi vitakuwa vingi mm -hmm. kwa sababu kuna wengine wanajaribu wanajaribu mara ya kwanza mara ya pili na shindikana yeah. na nasema mimi sitaendelea kufanya hivyo vitu lakini mm -hmm. watawafundisha na watatoa hela za kufundisha wao watu kwa hicho kitu. Hii inanikumbusha kitu: kuna Democrat na Republicans mm -hmm. Republicans ni watu ambao wanafuata sheria ya Mungu okay. sawa? Ni watu wanafuata sheria ya Mungu, wanasema watu wazae waendelee na waendelee kuzaa mm -hmm. Obviously, na wa Democrat wanakuwa mm hivyo -hmm, lakini kumbuka wa Democrat ndio watu ambao wana encourage sana mm -hmm. kufanya, kufanya ya kwenda kwa dispensary, mm -hmm. ku, watu ma woa mimba, mimba kuzifungisha sawa mm -hmm. ku, kutia mbele ima, ima, ima wanaume kwa wanaume kwa wanawake kwa wanawake, so which means <laughs> mm -hmm. the politics ambao tuko ndani katika siku mm -hmm. hizi ni politics kusema hii nini wa, wa wa Republicans wanafuatilia sheria ya Mungu, mm -hmm. watu waendelee wa kuzaa. Ukiona Trump sasa hivi yuko very close na Elon Musk, ana philosophy kusema kwamba let have more kids more babies tuweze kujaza dunia ila. <laughs> Laki... <laughs> ni mwenyewe hapo yeah, na watoto kumi na wawili kama sio kumi na nne. yes. ni kumi na wawili. Mtu mmoja ako na watoto kumi na wawili. Yeah. Imagine watu nyi wote mko mnatusikiliza kwa kipindi hiki, yeah. kila mtu akiwa na watoto kumi na wawili, serikali haingekuwa inahangaika, so that's why we have to think also, that's why it's like yeah, as much as as much as hii kuna proposition, kwa sababu unajua proposition, so kunau itapita Itapita obviously, watu wanapenda population wanashuka, lakini kuna mtu wengine anasema there must be a balance ya yeah. Yeah, kusema kama, kama mimi nataka nizae ama nimebeba mimba na sijui mm. nina nani nina ile right ya kuweza kuitoa. Kumbuka, wa Republican wanasema hauna right ya kuitoa. Sasa hivi hawa Republican ni huyu Trump ni Trump ni Trump. Mm. Anasema yeye kutoa mimba inaomba muzae mm. sisi serikali like tutalea mtoto unasikia. So now we have to think about that when mambo ya politics only kusema tu pesa, we have to think also, je kesho wa Democrat wakikuja wataendelesha maprogramu hawataendelesha. Unapoangalia uh, jinsi gani politiki ya Marekani inapangwa yeah, president mmoja akipitisha kitu, mm -hmm. President mwingine ambaye anakuja kwa kutoa kile kitu, inachukua muda, inachukua yeah, muda, inachukua muda exactly. Kuna wakati anaweza kuanza mm hiyo -hmm. process ya kukitoa mm -hmm, ile term yake ina muda wake, unaisha hajakitoa yes. mm -hmm. Kisha anakuja mwingine wa ile chama ambacho kilikuwa mbele Uh, inakuwa vigumu exactly. Kitu kishapita ukuja hapo hapo, kisha, kisha, mm -hmm. kisha unakitoa kama wewe ni president mm -hmm. Sasa kuhusu hii kuzaa na ku, I, I, kwa watoto yes, exactly. Tunaporudia hapo, kila mtu anapaswa kuchukua huyu muda kwa kufikiria mm -hmm. wanapokuambia kuzaa yeah. ili wakupe hela mm -hmm. unapaswa kuwa unaangalia mbele ukizaa watoto wengi na wewe wenye huwezi kulea katika nchi za wazungu inakuwa ngumu sana, sana. Ijapokuwa hata serikali inakupa hizo dola elfu tano inakupa hizo hela za kila mwezi yes, yes. unajua ni hela ngapi na spendi kwa mwaka kwa kununulia viatu nguo na nini, yeah. Sijakuja yeah kusema eti watu wasizae, <coughs> no, lakini na kuonyesha vile ambavyo wengine wanaogopa, mm. Na sisi Waafrika ambao tuko katika nchi za Ulaya, yes. Tuviwazii tusikuje kuwa kama wao, lakini ukuwe unajua na wewe ukiposikia elfu tano ukisikia elfu tano watalipa elfu tano usizae kila mwaka isikue well, yeah, kama kama unapata sasa kishawishi kishawishi, ya ushawishike, mimi nitazaa kila mwaka na nilikuwa nazaa kwa bure, unaona itakuja kuwa ngumu kupata nyumba ya kutunzia watoto ukikuwa na watoto kumi na wawili kwenye mapartment, wanawafukuza. Wanawafukuza basi utapata landlord ataitika watoto kumi na wawili nani ya nyumba? Unachukua apartment mbili, na ni inakuwa ni double cost, na serikali haikusaidia unaona. Hivyo vyote tuviwazie, na tunapokuwa tunarudia katika hizi inchi za za Yeah, yeah. Wao wanakuwa wanaangalia vitu kwa, kwa, kwa, kwa makini sana. Exactly, yes. Wanahesabu mtu mmoja ataingiza hela ngapi. mm -hmm. Wakati atakomaa akianza kufanya kazi. Actually, good. Yes, yes. Wanajua watu wakizaa wa watoto wengi sana kuna wenye wataharibika Nukuzo na kuna wenye watakuwa wazima <laughs> Yes. Wale wazima watafidia Wat, watafikia wapande wakumale wa, walipe tax na ndo maana unakuta mm hizi nchi za wazungu zinakuwa zinaingiza watu kutoka huku Afrika kutoka huko Asia wapi, huko yeah, yes. Sehemu zingine, yani wanakusanya, kusanya watu wakuje yeah, mm -hmm, hapa Marekani kwa sababu mm -hmm. Yeah. Unapokuwa unaangalia unakuta kati kama nchi ya Marekani ni wahamiaji tu na wale ambao wanasema ni wa hapa. Hakuna, muhakuna, wapa. Hakuna. Ni bote, bote. Wale Indian <coughs> Americans. Aaambao exactly. walikuwa hapa ile, yeah. miaka mm -hmm. na mwingine ukizaa mtoto hapa anakuwa Mmarekani naye akizaa na ule mtoto na akizaa yeah. tayari wamesha kuwa wa hapa. So basically kitu ambacho tunapasha from this podcast, ili tuweze kusikizana kusema nini, it's good tupate hizo pesa mm -hmm. tuzae watoto, lakini za watu ambao wanaonaju, utaweza kulea even if haupati ile msaada ya government mm -hmm. unaona kitu kingine it's good government sasa hivi nasema ngoja ni step in, niwasaidie kuweza kufanya nini, kuweza kuwapatia kidogo. By the way, economy Trump, Trump administration atatoa kupana pesa, haitamaanisha kwamba economy itasimama, itaendelea kuwa mbaya tu

it's nice kuweza kuzaa watoto ambao tumeona watoa wakikomaa watasema, baba yangu mm. He was there for me, yes. Unaona? Mm. Na ndio kitu kingine sisi wenye hii hii nani wenye wanaongea ruka zetu tunashindwa mm. kwa sababu most of the time we are not with our kids na hiyo ina affect watoto mezo, si ina affect happiness mm. Obviously wa Afrika watasema mimi nimeenda mbali, lakini mtoto ana haki ya kuweza kuona babake na mama yake kila siku yeah. unaona mm. so ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo tunaezi shauria watu obviously sijui, hatujasema amount, how much wataanza lipa watu mm. tunapambaliza hii podcast lwatamlipa ngapi? Uh, wanasema kila mzazi ambaye atazaa mtoto yes, watamlipa dola elfu tano kuzaa tu kwa kuzaa, okay. Na ile misaada mingine mingine itakuja okay, ikiwemo hizo za dekea watalasisha vitu wata kama hivyo ya kuwafundisha, mm -hmm, vitu vingi vingi vile vya yes, kuanzisha maisha mm -hmm, na najua walisema kila mzazi ambaye ana mtoto mmoja mpaka sita wenye yes, wajafikisha miaka kumi na nane yeah, watapewa dola elfu sita eh. Pesa. Ya, hilo watu wanapaswa kujua ni proposition yani, ni wazo, ni wazo, ni wazo, ni wazo wa la introduce tayari. Yes, yes, In... ni wazo la president yes. Donald Trump amesema inapaswa tuanze kulipa watu ili wazae mm -hmm. kwa sababu so tunaona population ya ya watu inaendelea kushuka ku, yani yeah. wako na watu wakubwa sana mm. wa miaka mingi kuliko wale watu ambao wa miaka mchache wanakuwa na hofia kwa miaka 40, ya mbele huko, yes. watakuwa na wazee wengi kuliko vijana. Vijana na vile yes. ambavyo ukiangalia saikolojia ya hawa watu mm. ukiona kuna unakuta kwenye familia kuna wawili wamesema, mimi sitazaa Oh yeah, oh, na wana wale mbao wamezaa nao yeah, watakuja kusema wale watoto wao nao watakuja kusema na mimi sitaza Otom. kuna kuna vitu vingi vinaendelea kama uko na nguvu ya yeah, mm, kuzaa wazale watoto, lakini uzae watoto wengi unaweza kukolea, si tu hapa Marekani, Kanada au France, France au kule kwenye wakupatia pesa nyingi huko. Marekani ukizaa na makini na kule ukiwa hapa kama Marekani ukizaa Ku, hu, hu, hu, hu, hu, hu, huna hata hata muda wa kuweza kukuwa na watoto wako, kwa sababu kazini kazini wengi wanapatia wiki moja. Ukiwa na chance unatumikia una kampani kubwa nzuri, wanakupa 3 months nawazia, ni kitu kizuri cha kuangalia kwa makini, usije yep, kukimbilia misaada ambayo unapewa na serikali hmm, uh, kwa kufanya vitu yep, kwa sababu umeshawishwa, wakikushawishi sana na utakuja kukuta unazaa watoto ambao utaweza kulea. Exactly. Mara nyingi watu ambao ni wahamiaji katika nchi za wazungu, yeah. Tunakuwa tunawazia bado tuko na zile sakolojia za kule Afrika eti mimi nitazaa Mungu, Mungu atarea Mungu, yeah. atarea kule Afrika <laughs> lakini sio huko, kwa sababu kule Afrika mtoto tamtuma kwa jirani, ataenda kushinda pale atakuja mekura atarara. Lakini hapa Marekani kumbuka, hata kikuwa anacheza na mtoto mwingine, yeah. hata atamwambia ati nipe kwa hiyo hapo ambayo kuna kura na mimi nikule mm -hmm. na hata ataenda kufungua friji ya mtu, vitu kama hivyo hivyo, vyote ni vitu ambavyo naweza kuangalia kuliko kuzaa watoto ambao watakuja kubebewa na mtu mwingine, kwa sababu serikali itakwambia itakulipa, lakini utazaa, utakuja kushangaa watoto wako wote na wazaa kisha. Sasa furaha itakuwa wapi ya kuzaa watoto ambao hutaweza kulea? mm -hmm. Tuangalie. mm -hmm. serikali kinashawishi wale watu ambao wa hawataki awataki kuzaa ili, yeah. wazae lakini sisi bado tuna tuna ile wito wa kuzaa wa kuzaa exactly. Yes, si wazi, kama hiki kitu sisi ni kitu cha kutushawishi mm -mm. kwa sababu sisi ni wale watu ambao wanazaa, na ndio maana nimesema katika kama sisi Think Big media, tu waze, mm -hmm. think beyond, yani usiangalie tu yani, uanze mbali, usiangalie tu hizo pesa ambazo ziko mbele mm -hmm. angalia beyond pesa wale watu wanapata hizi pesa je, ni kunipenda? mm. Eh, serikali ipenda nizae kwe. yeah. Ama kuna kitu wanataka? okay, kama wanataka mimi niolee watoto. mm. Hata na mimi nilee watoto ambao mimi naweza. yeah. Ili ke watu katika society. yeah. Ukizae. mm. Kesho watoto wakushinde wawapeleke wa, wa, tena. yes. Ile furaha inakuwa kilio, inakuwa kilio. Exactly. Ni kile ambacho tumesema, je, ukikuwa na watoto kumi na wawili? yes. Utapata apartment wapi wa? mm -hmm. Kama unaweza unampa wa kuzaa yeah. Nunua nyumba mm -hmm. ya kwako ya kutosha kama vyumba vitano sita hata yeah. kuwa na watoto kumi na wawili. mm. Utawambia wawili wawili wawili wawili <gibed> yes. yeah. kwenye chumba kimoja yeah. utawapanga hivyo, lakini kwenye apartment wataangalia ni watoto wangapi uko nao, watakwambia hatuwezi <gibed> Hatuwezi. Ukuwe na hilo yes. wazo la mm -hmm. ku, ukitaka kuzaa ukipenda ukizaa hata ishirini ni wewe, lakini <laughs> angalia watoto, ununue nyumba labda mm -hmm. wakuwe wa, wanapigania kule watoto, wanachezaga wanakuwa na lukaruka kikuwa juu kwenye juu, kwenye nyumba ya juu, wale wa chini watakuja ku complain mpaka unafukuziwa nje. Kupata apartment nyingine itakuwa vigumu kwa kunani <laughs> Yes. kusafirisha watoto, mm -hmm. noma. mm -hmm. Yani kwa kontrol noma, unapaswa kuwa makini wakati unakuwa navyo, fuata hiyo misaada ya serikali kwa mfudu step na misaada mingine yes. Kokote kule ambapo unapokuwa hata ukikuwa uko Australia au ukikuwa Canada France, sehemu zingine yeah, yeah, yeah, waza mbali mm -hmm. Waze au watoto niko na za je, nitawafuatiliaje kwa masomo nitawafuatiliaje afya yao yao vitu maisha yake maisha yao kawaida mm -hmm. Hama gonna be present in their life so I think yeah. Ni vitu tumeongelea sana I think we can be able to go me even in the five hours but mm. The main thing ni kusema, yes, ni vizuri tupukeeso pesa kwa sababu elfu tano sio hela nyingi sana au elfu saba. Yeah. mm -hmm. Ngapi kutegemeana kwenye unapokuwa. mm -hmm. Tukue makini sana, tuwaze sana kama huja subscribe, tunakuomba kitu kimoja: bonyeza subscribe, usubscribe, na hii video itumie ndugu zako, rafiki zako, hata Afrika, nao wasikie hizo habari, jinsi gani Marekani maisha yanapokuwa siku Mungu aweze kuwabariki.